Kyo ya mama bado atujaifikia na kwa vile ndio maana kwanza tunaanza tunatarajia baada ya mpambano mawili au matatu, tunaweza kwenda kwa kutusaidia na sisi, unaea enda ili aweze kusaidia nasanattgani ka wadau wa ngumi mkoa wa Tanga, wadau ngumi na waita waweze kusaidia vijana waweze kufika vijana wao, sababu ah, malengo sababu malengo makubwa ya kuandaa pambano hili ni ili vijana wetu pia waweze kupata awekuata professional waweze kufika mbali. Kwa hiyo wadau tunawaita ili waweze kutoa msaada na mchango